ma la eh, kukontrol yani, kukontrol a kule kulink kati ya ya TFF na bodi ya ligi yani, mm -hmm. Kujiexkludi kwamba mm -hmm. TFF ifanye maamuzi ma yake na bodi ya ligi ifanye maamuzi, kakuta kakuta hiyo sasa, sasa kama yeye si ndio anatakiwa kubadilisha? Yeah, Tenga wasab... kafanya kazi hivyo, Malizi yeah. kafanya kazi hivyo. Sasa kufanya kazi ni swala moja. Mm-hmm, Je, mm yani lakini mm. sasa tunarudi kwa sababu mpira kila siku unaendelea. Mm-hmm. Sasa kuna vitu natakiwa inawezekana kipindi kile ilifanya kazi kwa sababu, kwa sababu ilihitajika hiyo hivyo kwa muda ule kwa sababu labda ndio mpira ulikuwa na kwenye process ya kukua. Kwa hiyo mm kwenye kwenye process ya maendeleo lazima kuna mabadiliko. Ah mm. Uh, tunaweza tukaona kwenye kipindi Wallace Karia ni rais, tunaweza tukaona ah Uh, aliruhusu kwamba wasajili wa wachezaji kumi na moja wa kigeni na wote wanaweza kuanza katika mechi yani wa, no, no, uh, limitation no ya kuanza umeona, ambao mwanzoni ilikuwa wachezaji kama watano. Kwa hiyo ni sera ambayo ilikuwa zamani, lakini yeye alikuja akabadilisha na ndo uh, sababu kubwa ligi yetu mpaka sasa hivi inaendelea, kwa sababu tunaweza ku attract foreigners ambao wana quality ambao, yeah. wanakuja kuongeza value kwenye ligi yetu kwa hiyo kama aliweza kubadilisha hiyo sera ikaongezeka kali uh, kwa nini ya kuweka bodi huru imshinde? Okay. wakati ni kitu ambacho kwenye maendeleo ya mpira duniani kote tunaona kinafanyika hivyo yeah. Um, kitu kingine ambacho mimi naweza nikasema Wallace uh, Wallace Karia ameanguka mia, ni kwenye swala lake la kutengeneza balance. Unajua yeye kama rais wa TFF yeah. Uh, sidhani kama ni, ni, ni, ni, ni afya mm. kuchagua upande wake yeah. yani kwamba anakuwa kuna baadhi ya upande anakuwa anashambulia sana, yes. Baadhi ya upande unaona anakuwa kama analegeza. Kwa hiyo kwenye hiyo swala mimi nahisi kidogo amekuwa ame, ame ama sana, kwa sababu ukiangalia mm. kwenye sakata hili la dabi uh, walivyoitwa na, na, waziri wa ambaye ana dhamana ya michezo mm. eh panaongea makabudi waje waongelee ile swala la la dabi mwanzoni kabisa yeah. eh, kwa hiyo walivyo walivyotoka na Isa alifanywa mahojiano mm. akawa kama na komandi kwamba ah, lazima mcheze unachaje kucheza ni yani

Federation inafsabali msemaji wa TFF yupo. Eh, yeah. E, mwachie azungumze Ndimbo yupo, sio mpaka kila kitu nayo tena umeshana uzungumze wakati anazungumzia anguko la la la, la kwenye e, wachezaji wa kigeni, mm. Nataka nitolee mfano, kwa mfano, sasa hivi si hakuna limitation yote, yeah. kwa sisi kwa Simba na Yanga ambao wanashiriki michuano ya wana kimataifa watano, kwao ni haina effect, sababu timu inafanya vizuri na mshasiku yeah. Timu inanilia lakini, ukija katika Karia, mpira wa ndani kukuza vipaji Ndiyo. Kama wachezaji wa ndani mshasiku, tunakuja tuna, kuna, kitu kinaitwa chani Mdia. kuna mashindano ya chani maana yake Uh, mashindano wachezaji wanaocheza ligi za ndani tu mm, unakosa watu ambao watakuwa na experience mm, twende Morocco Morocco anaruhusu, ama wameruhusu timu kusajili wachezaji watano wa kigeni tu watano tu wa kigeni Mdia. katika wachezaji watano wanaoruhusiwa kuanza katika mchezo mmoja ni wachezaji watatu ndio. okay. Okay. Umeona eh hiyo okay. Ni sera nzuri ama hiyo ni kanuni nzuri kwa wao, kwa sababu wamejiwekea kwanza wa nyumbani kwanza, yeah. wa ndani kwanza tuwakomaze. okay. hawa hawa wakishakomaa sisi, itakuwa uh, abe... ni faida kwetu pia. Umeona hmm. Hao ni Moroko ambao Moroko unazungumzia timu yao ya taifa Ah, timu wengi wachezaji, wachezaji Ulaya wao ndani yeah, kawaida. Kawaida. Ah. Wenyewe ya misingi ambayo wamejiwekea okay. Ah, na sasa hapo kidogo nitatofautiana na wewe, unajua taifa la Morocco <coughs> wao wamewekeza kwenye mpira mm. Juventus. Yeah. Wana akademi yao kule mm. Palepale kuna akademi inaitwa Mohamed wa Tano yeah. ambayo hiyo akademi aa, ni iko chini ya chuo mm. cha Mohamed wa Tano yeah. ambayo wakina Ashraf Hakimi